Manyoya ya nyota ya Tausi. Katika msitu wenye kina kirefu, aliishi Lumo tausi. Alikuwa na manyoya mengi marefu na mapana, lakini rangi zake zilikuwa laini, sio angavu. Lumo aliona aibu kuonesha mkia wake. Tausi wengine hutandaza manyoya yenye kumetameta. Mikia yao ilionekana kama feni za upinde wa mvua. Lumo aliwatazama kila siku. Alitamani manyoya yake yafanane. Siku moja, msitu ulipanga maonyesho. Kila mnyama angeweza kushiriki talanta. Jukwaa lilikuwa chini ya mwaloni mrefu. Marafiki wote walikusanyika kwa furaha. Squirrel squirrel akaruka juu sana. Aliruka kati ya matawi kwa urahisi. Umati ulipiga makofi na kushangilia kwa nguvu. Squiki akainama na tabasamu. Mira, yule ndege mdogo, aliimba kwa utamu. Sauti yake ilielea kama kengele za asubuhi. Wanyama wote walisimama kusikiliza. Msitu ulijaa muziki. Sungura akaruka jukwani, alizunguka kwa hatua za haraka. Sungura wadogo walipiga pausi zao. Kila mtu alicheka kwa furaha. Basi ikawa zamu ya Lumo. Alitembea taratibu hadi jukwaani. Moyo wake ulipiga kwa kasi kwa hofu. Alimtazama bundi kwa ujasiri. Bundi alisema, Na koti, onyesha ubinafsi wako halisi. Na koti. Na koti. Kila manyoya ni maalum, siyo sawa, na quote. Lumo akashusha pumzi ndefu, alieneza mkia wake mpana. Manyoya hayakuwa angavu na upinde wa mvua, lakini walikuwa na maumbo ya nyota ya fedha. Nuru iliwagusa na nyota zikametameta. Umati ulishangaa kwa mshangao. na quote. Angalia, yeye hubeba anga la usiku na quote. Wanyama walipiga makofi na kupiga kelele kwa furaha. Lumo alitabasamu kwa mara ya kwanza. Alijifunza uzuri wa kweli ni wa kipekee.